Karibu tena simu tatu hadithi, blog ya davidmkolwe.blogspot.com, Facebook page zetu na Instagram. Kabla hujaanza kusikiliza au kusoma hadithi hii, hakikisha umesubscribe, umegonga like, kucomment, kushare na kugonga alama ya kengele ili kupata sehemu inayofuata mara tu inapochapishwa. Endelezo ya hadithi, sura ya pili: Vienna, mji wa maskini na mawazo Kabla ya Adolf Hitler kuwa jina kubwa duniani, kabla hajawa kiongozi aliyetikisa historia, alikuwa kijana tu aliyeingia Vienna kwa matumaini ya kuishi maisha ya kisanii. Vienna haikumkaribisha kwa mikono miwili, bali ilimpa baridi, ukame wa matumaini na ukimya wa maumivu ya ndani. Mji huo ulikuwa mzuri kupindukia, majengo ya kifalme, muziki wa Mozart ukisikika katika kumbi za sanaa na barabara safi zilizobeba magari ya kifahari ya watu wa tabaka la juu. Lakini upande mwingine wa Vienna ulikuwa dunia tofauti kabisa. Maskini walizagaa, wasiojiweza walilala kwenye mabenchi, na vijana waliokata tamaa walikaa kwenye kona za mitaa wakitafuta pa kuanzia upya. Hitler aliangukia upande huu wa pili. Kijana huyo aliyewahi kuamini kwamba sanaa ndio njia yake ya kuishi, sasa alijikuta akilala kwenye hosteli zilizohifadhi makumi ya maskini. Vitanda vilikuwa vya chuma vikiunguruma kila mtu alipojigeuza. Harufu kali ya mifuko ya nguo iliyosagika na chakula kilichopoa ilijaza hewa. Hitler alianza kuelewa maisha kutoka chini. Aliona watoto walionyonya njaa, vijana waliopoteza matumaini, wazee wakisubiri fungu la huruma la misaada. Haya yote alimfundisha kitu kimoja, dunia haikuwa sawa. Lakini badala ya kutafuta ufumbuzi wa upendo, alianza kutafuta sehemu ya kulaumu. Katika kuta za hosteli, kulikuwa na mabango ya propaganda zilizokuwa zimejaa maneno magumu. Ugomvi wa kisiasa, chuki za kitabaka, makundi yenye lawama ya u... Vienna ilikuwa mji wa mawazo mazuri na mabaya, Hitler akayachukua mabaya zaidi. Mitandao ya habari ya Vienna ilichemka kila kona, magazeti yalikuwa yakitangaza habari za mgogoro wa uchumi, mivutano ya kikabila na ugomvi wa kisiasa. Hapa ndipo Adolf alianza kuzoea lugha ya adui wa taifa, dhana iliyokuwa maarufu katika makundi ya wazalendo badala ya kunyoosha fikra zake kuelekea sanaa, alianza kujazwa na maneno haya. Katika maktaba ndogo za umma, Hitler alitumia saa nyingi kusoma vitabu kuhusu historia ya mataifa, falsafa ya serikali zenye nguvu na ubaguzi uliokita mizizi katika Ulaya ya karne ya 20. Alijiona kama mtu anayeamka, kumbe anaelekezwa katika njia hatari. Akili yake ilianza kubadilika taratibu. Matatizo haya yanatokana na nani? Nani anayezuia taifa kusimama? ni maswali ambayo vijana wengi wa wakati huo waliulizwa na mazingira, lakini jibu lake lilikuwa lenye giza kuliko wengi. Kukosa nafasi kwenye chuo kikuu cha sanaa cha Vienna kilimuumiza moyo zaidi kuliko alivyokiri wa kila wakati. Akiona msanii akipaka rangi hakuona ustadi, bali aliona yaliyomkataa. Aliendelea kuchora kwa muda akiuza baadhi ya michoro kwa pesa ndogo kwa watalii na madalali wa mitaani, lakini hausimami. Alihisi kama dunia ilikuwa ikimgeuka. Kila usiku kijana huyo aliyewahi kuwa mpole mnyenyekevu, na kutafuta uzuri katika rangi alilala akijiona kama mtu aliyeachwa na dunia. Hapo ndipo chuki ilipoanza kuchukua nafasi ambayo sanaa iliacha wazi. Katika hosteli hizo hizo, vijana wengi walizungumza kuhusu siasa kali, chuki dhidi ya makundi fulani, na ndoto za kurejesha heshima ya Ulaya. Hitler hakuingia kama kiongozi, aliingia kama msikilizaji, lakini muda si mrefu baada ya maneno yake yalianza kuonekana tofauti, yalikuwa makali zaidi na yenye nguvu isiyo na kawaida kuwaathiri wenzake. Alianza kuamini kuwa kuna kusudi lake duniani, kusudi ambalo litakuja kuipotosha dunia nzima. Maneno ya marafiki wa hosteli, mabango ya mitaani, magazeti na vitabu vyenye propaganda vilichangalika ndani yake kama sumu iliyochanganywa na tamaa ya kuthibitisha thamani ya maisha yake. Vienna haikumfundisha tu kuwa dunia ni ngumu, iliweka ndani yake mbegu ya giza, mbegu ambayo baadaye ingenawiri na kutengeneza maafa makubwa zaidi katika historia ya mwanadamu. Hapa tunafika mwisho wa sehemu ya pili ya hadithi hii ndefu. Tumemwona Adolf Hitler kipitia maisha magumu ya Vienna, maisha yaliyomfundisha upinzani, yaliyomfanya seme dunia haiko sawa, na yaliyompa sababu ya kujenga falsafa hatari ambayo ingetikisa dunia nzima. Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Husaidia ukuaji bora wa watoto. Una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi elfu tatu tu. Wasiliana nasi sasa: 07162830088 au 068722315. Mkolwe Products help us to help you.